Kila mtu ashinde mechi zake, fanyeni kazi, acheni lawama. Kila mtu ashinde mechi zake, fanyeni kazi, acheni lawama. Kila wongozi mnalalamika, kila awamu mnalalamika, ni tafakari. Tatizo ni uongozi, ni wewe. Kila awamu mna complain watu wenu wanawashauri ujinga, kwenye kila wamu walilalamika wa nchi waongozi wao, kauli fupi, fanya kazi. Yaani, mwisho wa siku, siwote waafanya kazi juu, hakuna mtu anapewa za bure hapa, nisipela za malia juu za bure, za za bure dimbo zia za bure. Fanya kazi, mwisho wa siku ni kufanya kazi, na asiyefanya kazi asile. <laughs> <laughs> fanyeni kazi, acheni malalamiko, kusipokuwa na kazi ankia mtu mbaya ut. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea wanateleza, tukiri kabisa, kuna wakati wana wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini eh, kibinadamu ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa nawaombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayoitoa ina madhara mengi makubwa. Ndio maana anatoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera, na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi hii movement, kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani mziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya shule? Sio chini ya mia mbili. Au madogo movement zao ya income yao inawezekana inazunguka inafika mpaka kwako. At the same time, bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production, kama nilivyoongelea huko awali, mtu kama Diamond ndiyo, inawezekana ametukera au anatukera lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa kiswahilini Konde, Diamond ambayo amemleta Rivan, Diamond amemleta Zuchu, Diamond amemleta Lavalava. Hao watu ni watoto wa Kiswahili maskini, wenzake amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambaye ameajili vijana pale zaidi ya 500, kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee, kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi.